ao tunatoa mikopo pia kwa kushirikiana na benki washirika. Uh, tunatoa mikopo ambapo sisi tunatoa sehemu na benki washirika, hizi benki za biashara, na zenyewe zinatoa, tunaita ni co-financing, kwa maana kwamba tunazivuta benki hizi ziweze kuwekeza kwenye kilimo, na ni kilimo ambacho tayari tulikuwa tunaona kipindi cha nyuma uwekezaji wake hasa kwenye kukopesha ulikuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo tunafanya kazi na hizi benki na hapa ni, ni washukuru uh, TANECU uh, uh, kwa sababu unaona katika kabrasha sasa mnaenda kufanya sehemu nyingine kubwa ya kubeba maono kwenye upande wa ushirika hasa kwenye korosho mmeweka Me, mnataka kununua korosho gapi na kuuza nje. Hakuna chama ambacho kimeshawahi kufanya. Hii ni sehemu ambapo sasa TADB tunaweza kushirikiana na hizi benki zingine kufanya hii kazi kwa pamoja, na kuweza kuiwezesha TANECU kufikia malengo yake. Lakini sasa sehemu nyingine ya mwisho, sisi kama TADB tunatoa hela sisi wenyewe moja kwa moja, tunaweza kutoa kwa chama kikuu, tunaweza kutoa kwa mtu mmoja moja, tunaweza kutoa kwenye vyama vya ushirika, kwenye AMCOS. Kwa hiyo ni wakaribishe, unaweza kupata mkopo wa pembejeo na ninaposema pembejeo jamani, nisisitize tu, si korosho peke yake. Tuna mazao mbadala ambayo tumekuwa tukilima, mbazi, ufuta, ni mazao ambayo ma mnaweza mkapata pembejeo, lakini tunaweza kuwajengea magala, tunaweza kuwanunulia magari, tunaweza kuwajengea viwanda. Na mwisho kabisa, kwa heshima ya uongozi wa TANECU, mwaka huu tumetenga kuwaletea mafunzo kwa nyinyi viongozi, tutawaletea mafunzo. Benki zote zinazungumzia mkachukue mikopo, sisi tunataka tuwafundishe, mjue mnapoenda kuchukua hiyo mikopo mtarudisha namna gani, mjue namna ya kutunza kumbukumbu. Tunashirikiana na kwaso pamoja kwa na taasisi zingine tutakuja na kwa kupitia kwa mradi si tutakuja kutoa mafunzo, na hii ni ahadi yetu sisi kwenu. Asanteni sana. Leo tarehe ishirini na nne mwezi wa nne ishirini ishirini na nne ishirini na tano ni mjumbe wa mkutano mkuu wa thelathini wa chama kikuu cha kia. Niko <laughs> hapa, nataka kuzungumzia maelezo ya utoaji wa elimu kwa wakopeshwaji yatakayotolewa na moja ya taasisi zinazokopeshwa TADB, na mimi nimeyapokea maelezo yake kwa asilimia mia moja kwa sababu wanakusudia kutoa elimu ama kuwapatia elimu wakopaji ili waweze kuwa na mazingatio wakishapata huo mkopo utumikane, kwa sababu kila jambo ambalo linamwendea binadamu ina msingi. Sasa usije ukawa umekopa alafu ukaenda ukafanya tofauti mwengine yao kao. Nimepokea ile taarifa, kwa bahati nzuri sijasikia kutoka kwa mtu wakati mwasilishaji akiwa wanawasilisha nilikuwepo pale, nilipokaa kwenye kiti changu niliweka alama ya ndio kwamba kinachokuja kufanywa na wakopeshaji hawa kina asilimia mia moja kujenga ustawi wa mkopaji, na hiyo nanea kwa sababu wakopaji tulio wengi tunakopa, lakini huwa tunakuwa na michepuko ya malengo ya kimsingi yaliyotufanya kwenda okay. wale